Kitu cha kwanza ni kwamba huenda imesababishwa na yale mazingira ambayo yamekuzunguka au hali ambayo umekuwa ukiipitia hivi karibuni. Labda na hii ni kumaanisha ya kwamba kama uota ile ndoto, huenda ulikuwa umefiwa, au huenda ulikuwa umehudhuria matanga, au hata vile, huenda kuna ripoti ilikuwa imekujia, ripoti ambayo inahusiana na kifo, huenda cha mtu mwingine au hata ripoti yako mwenyewe. Huenda wewe mwenyewe umekuwa katika ile hali ya kuogopa kufa. Lakini leo ningetaka tuangazie wakati ambao hakuna mazingira wala hali wala ripoti yoyote yenye kutisha, na ili hali umejipata ukiota ndoto sampuli ile, unapojipata umeota ukifariki, labda umejiona ukirusha miguu na mikono au labda umejihisi hupumui na ukajiona sasa ni kufa nafa. Haimaanishi tu ni jambo baya inakuja kutendeka katika maisha yako, haimaanishi utakuja kufa hivi karibuni au kuna mtu ana atakufa. La hasha, si lazima bali. Sana sana ujipatapo umeota ukiaga dunia inamaanisha kuna mabadiliko tena makubwa ambayo inakuja kufanyika katika maisha yako. Huenda ni kikazi, huenda ni kihali, huenda ni kitabia, lakini kuna mabadiliko makubwa, na sana sana huanga ni mabadiliko ya kimawazo. Kama kuna jambo ama swala nzima ambalo umechukua msimamo tofauti, ambalo umegundua ulikuwa brainwashed na sasa umeamua ah, sitabebewa akili yangu na mtu tena na umeamua kama mbaya mbaya utabadilika, utajinasua kwa ile swala nzima, basi kuna uwezekano mkubwa ujipate ukiota huku yafariki. Kumbuka hata katika Biblia kitendo kama vile ubatizo unapotumbukizwa kwa maji, inaashiria kufa, kufa katika tambia ambazo ulikuwa nazo, kufa katika dhambi na kufufuka katika Yesu. Kwani swala nzima la kufariki huashiria kuisha au kutamatika kwa kipindi fulani au kwa jambo fulani na ujio wa jambo jingine jipya. Hiyo basi, kumbuka si lazima hiyo inamaanisha kufika mwisho kwa jambo mbaya na ujio wa jambo nzuri, bali hata pia inaweza kuwa ni kuisha au kutamatika kwa jambo au hali ambayo ilikuwa ni nzuri na ujio wa hali au jambo jingine ambayo ni mbaya. Hiyo kumaanisha kwamba inaweza kuwa unaelekea kupoteza kazi, labda unaelekea kupoteza kitu ambacho unakidhamini sana, au mtu pia ambaye una mwezi sana, au hali fulani, kipindi fulani kinaelekea kuisha huku kipindi kingine ambacho labda ni kibaya kinaelekea kuja. Lakini vilevile inaweza kuwa ni kipindi kibaya, hali mbaya ambayo inafika mwisho na hali nyingine au kipindi kingine, mambo mengine mapya, mambo mazuri yanaelekea kuja katika maisha yako, na hivyo basi, uotapo ndoto kama ile, huku unaaga dunia ni vizuri kufanya kama jinsi ambavyo tunasema kila mara, kitu ya kwanza ukiziduka ni kuinakili vyema mahali, alafu kidogo angalia mazingira ambayo uliyokuwa ndani yake, ilikuwa vipi. Hisia ulizokuwa nazo wakati wa ile ndoto zilikuwa hisia za namna gani? Vilevile ni vizuri sasa kumuuliza Mungu alikuwa anataka kumaanisha nini kupitia ile ndoto nzima, alafu kama ilikuwa ni ndoto, uko katika hali ya wasiwasi ukitafakari wasi, maisha yako, unaona ni kana kwamba huenda ni kuisha e, kwa kipindi mzuri, au kuna kitu e, ulikuwa umekienzi kitu kizuri kinaisha katika maisha yako, unajua la kufanya, mwombe Mungu ama ufanye kile kingine chochote kiwezekanacho kulizuia lile, na hivyo basi kuona ya kwamba kuotapo ukifariki haina maana kwamba yuafariki au yuaaga hivi karibuni. Tupatane kwa video ijao.